Hii ni ya kwako kabisa wewe, ambaye ulikuwa unasubiri stori hii kwa shauku kubwa sana. Nilikuahidi kwamba nitakuletea hadithi ya jinsi ambavyo wanafunzi wa Yesu waliuawa kikatili na ule uongozi wa dola ya Kirumi ambayo ilikuwa inatawala mataifa mengi sana ulimwenguni kwa wakati ule. Kumbuke kwamba wakati Yesu Kristo anazaliwa pale Betlehemu ya Yuda katika Israel, tayari aliikuta ile dola ya Kirumi ilikuwa inatawala, na unaweza ukaelewa kwamba hata Herode alipokuwa anatawala katika lile, lile taifa li, lile jimbo alikuwa alisikia kwamba kuna mfalme amezaliwa ndio maana akapataga wasiwasi wasi. Herode alikuwa mama yake alikuwa ni Myahudi lakini Herode alikuwa ni Mrumi. Sasa unaviwa, Herode aliposikia kwamba Yesu Kristo amezaliwa alichanganyikiwa sana, ndio maana alitafuta namna ya kumuua kwa sababu alisikia kuna mfalme amezaliwa na ukumbuke, kwamba hii mfalme ilitokeaje? Ni kwa sababu baadhi ya manabii walitabiri katika vitabu. Kwa mfano, Isaya alitabiri katika kitabu chake kwamba atazaliwa Masihi katika Bethlehemu ya Yuda huko Israel na atakuja kuutawala ulimwengu. Sasa yeye Herode ye, alifikiri kwamba mfalme huyo atakayezaliwa atakuja kuutawala ule ulimwengu, na, na, na, na namaanisha lile jimbo kwa, kwa kwa katika ulimwengu wa kawaida hakujua kwamba mfalme anayezaliwa anakuja kuja kumtawala ulimwengu wa roho ambao umetawaliwa na Ibilisi kwa muda mrefu. Sasa unaambiwa Yesu Kristo baada ya kupa kwenda mbinguni aliwaachia wanafunzi wake maagizo kwamba wanatakiwa kusambaza ile Injili na watu wanatakiwa kumjua Mungu ambaye alikuwa anamwabudu, kwa sababu kwa wakati ule watu wengi sana walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa wanaabudu miungu. Na mara nyingi sana ukifuatilia katika vitabu vya kihistoria, utaona kwamba mataifa mengi sana hasa ya Kiyunani, eh, wale Wagiriki walikuwa wanaabudu miungu, mungu mke, mungu mume wanaabudu wengine, walikuwa wanaenda kutoa sadaka zao kwenye milima, kwenye maji, kwenye bahari ha. Yaani mambo yalikuwa ni mengi sana, kwa hiyo watu walikuwa hawamtambui sana huyu Mungu ambaye Kristo alikuwa anamwabudu. Sasa mapinduzi ambayo alialeta Yesu Kristo yalikuwa ni makubwa sana, na hata alipoondoka hapa duniani, aliwaachia wanafunzi wake ile chachu. Kwa hiyo walianza kusambaza ile injili katika mataifa mengi sana ulimwenguni na ukija okay, kufuatilia stori yangu Ombele jinsi ambavyo nitakuja kuelezea ambavyo kina Petro kina uh, Yuda Zelote kina uh, Bartolomayo kina Filipo walivyowawa, utalewa kwamba walisambaa katika mataifa mengi sana duniani, hawakubaki pale Israel. Walianza kwenda kule Asia, kule Ugiriki, kule Misri, kule uh, Ujerumani, yaani mataifa mengi sana yaliwapokea hawa watu na wakaanza kuhubiri injili, na mwisho wa siku wakajikuta kwamba wanapigwa vita kwa sababu, kwa wakati ule hata Yesu alivyoondoka bado dola ya Kirumi ilikuwa inatawala ulimwengu. Sasa kwa wewe ambaye unanifuatilia zaidi, utakuja kuelewa ukisoma katika kitabu cha Warumi wa vita. Paulo ndo alikuwa kwa mara ya kwanza anawaua wanafunzi wa wa Korinto, Galatia, vita Yesu na mitume ambao walikuwa wanahubiri kwa wakati ule ndo Mungu akaja akamtokea, baadaye akabadilishwa akaitwa Paulo Mtume. Sasa huyu navo alikuwa ni konki sana, aliwaua sana watumishi wa Mungu ambao walikuwa wanahubiri injili ya Kristo, lakini baadaye Mungu alikuja akamwokoa akavuna nafsi yake, na mwisho siku Paulo amekuja kuandika vitabu vingi sana na nyaraka nyingi sana ambazo zilikuwa zinamsimulia Kristo katika maisha ya uhalisia ambayo na yeye mwenyewe alikuwa anayaishi. Na Paulo na yeye alikufa kifo cha kikatili sana, atakuja kukusimulia alivyotokea. Lakini sasa hebu nikurudishe hapa unajua, Yesu alikuwa na wanafunzi kumi na mbili, wale tenashara ambao alikuwa anazunguka nao wakati anatenda miujiza katika miji mbalimbali, mfano mijini kama vile Capernaum, kule Samaria, kule Galilaya, kule Yudea. Alizunguka katika miji mingi sana, akiponya, akiokoa, akifundisha hey, na mambo mengine mengi sana, na katika masinagogi aliwakuta wale Masadukayo na Mafarisayo na kuwapa vidonge vyao, kwa sababu wale watu walikuwa ni wanafiki sana A Mafarisayo na Masadukayo nilikuambia kwamba walikuwa ni viongozi wa kisiasa na kidini wa kule Uyahudi ambao walimpinga sana Kristo. Lakini kwa sababu Yesu Kristo alikuja kuleta mapinduzi ya Injili, aliwapa vidonge vyao kupitia maandiko na mifano, na ndio maana walishiriki sana katika kuhakikisha kwamba anauawa, na walimsapoti Herode ambaye alikuwa anamwazia sana Yesu kwamba inakuwaje sasa, kuna mfalme amezaliwa. Fume ndo mfalme sa inakuwa kama hivyo, lakini mwisho wa siku injili mpaka leo inasonga mbele na watu tunamjua Mungu. Tumeacha kuabudu miungu, tumeacha kumwabudu adui ambaye alikuwa anatutawala katika ulimwengu wa roho. Sasa tumepata mfalme ambaye ni Kristo na anatawala katika ulimwengu wa roho. Sasa unajua Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi kumi na mbili lakini pia kulikuwa kuna wanafunzi wengine wengi sana ambao alikuwa anawaita mitume. Ukisoma katika Luka kumi utaanza kuelewa kwamba kuna stori fulani pale fulani pale hivi. Yesu anasema kwamba kuna wanafunzi wake wanarudi, wanamwambia kwamba Yesu, tumetoka huko na huko, tumezunguka na tumetoa pepo kwa jina no, lako na wametutii. Walikuwa ni sabini. Kumbe Yesu hakuwa na wanafunzi kumi na mbili tu, ila aliwachagua wale kumi na mbili kwa ajili ya kuzunguka nao wengine wengi sana ambao walikuwa wanamsaidia katika kuhakikisha kwamba injili ya Mungu inasonga mbele, na nataka nikukumbushe jambo moja pale Israel. Bwana, baada ya Yesu Kristo kuanza kuchapa injili, kuligawanyika. Kuna Wayahudi ambao walimpokea wakaamini kwamba yeye ndiyo masihi aliyetabiriwa katika kitabu cha Isaya, lakini kuna wengine hawakuamini, na ndo hao ambao walienda kumsulubisha. Na unaambiwa kwamba siku ya mwisho Yesu Kristo atakaporudi hapa duniani ataanzia pale Israel Kiyama kitakapofika, yaani ile parapanda itakapolia, Yesu ataanzia pale Israel, atafika, ataonyesha zile alama za misumari na pale walipomchoma mkuki ubavuni, kuwashuhudia kwamba ndiye ambaye walimkataa na kumsulubisha. Na unaambiwa kwamba wana wa Israel wale Wayahudi ambao walihusika na, na, na, watalia sana, kwa sababu inawezekana kwamba siku hiyo wakati Yesu atarudi ata kuchukua ulimwengu, tunaambiwa watu tafufuliwa kwa hiyo wale ambao walihusika katika kumsulubisha Kristo wataona zile alama za misumari na watasadiki, na hapo ndio itakuwa kizazaa, kwa sababu aliwaambia siku nikirudi kirudi amna rangi mtaacha kuona. Sasa unaambia bwana pale Israel kulikuwa na na, na makundi mawili, kulikuwa kuna Wakristo na hii ndio asili ya dini ya Kikristo ilipoanzia. Kulikuwa kuna Wakristo, yani hawa ni waamini ambao walikuwa wanamwamini Yesu Kristo, lakini pia kulikuwa kuna Wayahudi ambao walikuwa wanaamini kupitia zile torati kupitia torati ya Musa. Sasa hawa Wakristo ambao walikuwa wanamsadiki Kristo ndio ambao walienda kuisambaza injili ya Kristo katika mataifa mbalimbali. Sasa so, mbao kuna ambao waliuawa kwa kuburuzwa, yani walifungwa katika minyororo katika miguu yao, alafu wa wakafungwa katika magari wakaanza kuburuzwa barabarani, na wengine walichomwa mikuki. Kuna wengine walitumbukizwa kwenye mapipa ya, ya, ya, ya kemico zile sulfuric acid. Jamani, waliuawa kikatili hawa watu kuna wengine wali walisharangwa wali na misumeno yani, anaanza anakatwa mkono hadi mkono, mguu hadi mguu. Kuna wengine walichomwa moto, yani walikufa kifo cha kikatili sana, hawa mitume wa Kristo. Lakini pia kuna wengine ambao walipigwa wali mawe, kwa mfano huyu Stefano mfia dini, yeye alipigwa mawe mpaka kufa. Kuna wengine walikatwa shingo. kuna, kuna, kuna mtu fulani hivi anaitwa Yohana mbatizaji huyu, uh, alikatwa shingo yake. Lakini pia kuna Yakobo pia naye alikatwa katwa alikatwakatwa, yani ndo alikufa kifo cha kikatili sana. Yani alikuwa anaongea huku anakatwa kidole mgu. hadi kidole mguu hadi mguu mpaka akafa. Kuna wengine walisulubiwa kama Kristo, kichwa chini miguu juu. Kuna wengine wakasulubishwa kwa misalaba ya X. yani mambo yalikuwa ni mengi. Stori inakwenda kwa title ya the origin of Israel. Usiache kufuatilia katika ukurasa wangu wa faith kwenye jina la Start To Dare ili uweze kupata stori hizi katika mfumo wa masimulizi ya maandishi. Lakini katika ukurasa wangu wa YouTube usiache kufuatilia stori hii ili uwe wa kwanza kupata. Subscribe katika YouTube channel ili uwe wa kwanza. Mungu akubariki sana wewe ambaye unafuatilia stori hii.